Akizungumza kwenye mahafali hayo, mkuu wa wilaya ya Handeni Salum Nyamwese amewataka vijana hao kuwa wabunifu kama anavyoeleza. Niwaeleze kwamba soko la ajira duniani, sio Tanzania, duniani limebadilika, inatakiwa tutumie ujuzi na ujuzi ambao mmejifunza kuanzisha miradi kama vikundi vya kijamii, kampuni mbalimbali mbali za kishauri, lakini na mashirika ya kijamii ambayo mtapata miradi na mtafanya shughuli kwa kushirikiana. Hivyo tunawasihi pia, mtakapoenda mtaani, uweze kuwa chachu ya kuhamasisha vijana wengine katika kujiletea maendeleo. Hivyo nitoe rai kwa vyuo vya maendeleo ya jamii, ongeza ubunifu katika mitaala, kuimarisha tehama na kuweka mkazo kwenye mbinu za utatuzi wa changamoto za kijamii kwa njia za kisasa. Mwakilishi kutoka ofisi ya waziri mkuu akaelezea ni vijana gani wamenufaika zaidi na nafasi hizo na mkakati wa ofisi hiyo kuweza kuwanufaisha vijana wengi zaidi, ambapo mafunzo haya tunasema, hii ni awamu ya saba ya mafunzo ya wanagenzi ambayo ni ya mwaka wa fedha 2025 2026, ambapo kwa nchi nzima tumeweza kutoa mafunzo haya kwa vijana elfu nane katika mikoa yote ya Tanzania bara ni kwa awamu ya sasa hivi 2025/26 ofisi ya Waziri Mkuu imepanga kutoa uh, mafunzo haya pia kwa zaidi ya vijana elfu 5 nchi nzima. Kwa hiyo kwa vijana na, na wasitu wazazi na vijana wa eneo hili, fursa za mafunzo haya zitakapotangazwa, muweze kuzichangamkia. Mkuu wa chuo akaelezea changamoto walizonazo nazo na kuiomba serikali kuweza kuzitatua kwa manufaa zaidi. Kwa maboresho tulikuwa tunaomba tuboroshewe mabweni kwa sababu wanafunzi tunaochukua sasa hivi ni wengi, kwa hiyo hawatoshelezi mabweni tulionayo. Pia kwenye darasa la kompyuta, kompyuta tulizonazo ni chache, ziko kompyuta ishirini, kwa hiyo kutokana na idadi ya wanafunzi tunapitia hiyo changamoto. Pia samani za darasani ziko chache, kwa hiyo tulikuwa tunaomba wadau mbalimbali na nini waweze kutuongezea ili kuweza kufanikisha mafunzo yetu kwa ujumla. Nao baadhi ya wanafunzi wakawa na haya kueleza, kutokana na kile walichojifunza. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa nafasi hizi, lakini pia tulikuwa tunaomba katika chuo chetu haya anaboresha wapandishe. Kwa mfano kama kozi kama mwaka huu hapa kumetoka kozi nne katika chuo chetu hiki cha Handeni, tulikuwa tunaomba kwa mwakani kama nafasi zipo, sisi tupandishiwe kozi, hata kuwe na kozi hata sita saba, kwa sababu kozi hizo zipo changamoto kubwa, sisi vijana kwa asilimia kubwa tunategemea kuajiriwa, lakini katika fani ya ufundi na uwezo wa kujiajiri. Nikitoka hapa, kutoka hapa wilayani Handeni, mkoani Tanga, Rajabu Athmani, ZBC.